Miaka minne iliyopita tulimwapisha, kama taifa, aliapishwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili tukio lilitokea tarehe 19 Machi 2021. Sisi Mwenyezi Mungu ametujalia sana kwamba tumepata kiongozi kwanza mwenye haiba kauli na vitendo vilivyopelekea nchi yetu iendelee kuwa na amani na utulivu, kwa sababu wajibu wa kwanza kuliko mengine yote wa kiongozi wa nchi ni nchi iwe na amani na utulivu na umoja na mshikamano. Maendeleo ni matokeo, lakini la kwanza kabisa kuliko yote Nchi iwe na amani, utulivu, umoja na mshikamano. Katika kipindi cha miaka minne iliyopita, nchi yetu imekuwa na umoja, amani, utulivu na mshikamano. Ko dhamana ya kwanza kabisa, rais wetu ameitimiza katika utawala wake. Dhamana ya pili ni ya maendeleo kwamba pale wananchi wanapohitaji wanapo masuala ya ustawi wao. Aidha, elimu, afya, maji, umeme, barabara na kipato chao. Katika hayo mambo sita, kumekuwa na mafanikio tena makubwa sana. Rais wetu katika kipindi cha miaka minne ameweza kukubalika, kwa sababu, kwa uongozi wa nchi kuna vitu viwili kuna uhalali na kukubalika. Uhalali unatokana na katiba yetu, na ameingia kwa uhalali wa kikatiba, na hata ukichaguliwa, ukishinda, ukiapishwa, unaingia kwa uhalali wa kikatiba. Lakini uhalali na kukubalika ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa na uhalali lakini usikubalike kwa wananchi. Rais wetu amepata uhalali wa kikatiba, lakini amepata kukubalika kwa wananchi na kukubalika kunatokana na mambo matatu: kwanza kauli, pili haiba, tatu vitendo. Katika kipindi cha miaka minne, hakuna shaka yoyote popote katika nchi yetu hii na popote duniani kwamba Tanzania imepata kiongozi sahihi. Sasa tunaenda kwenye uchaguzi mwaka huu 2025. Sisi kama chama cha Mapinduzi tumeshaamua kwamba mgombea wetu ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Na tumeshampitisha. Sasa ombi langu kwa wanafunta wanabumbuli ni kwamba kwa haya yaliyofanyika katika kipindi cha miaka minne ni ishara tosha kwamba tukimpa miaka mitano atafanya vizuri, atatuvusha, ataongeza ustawi wa nchi yetu na watu wake, ataimarisha umoja, amani, utulivu na mshikamano. Tusifanye makosa, sababu tayari tunaye kiongozi ambaye katika kipindi cha miaka minne na katika mazingira magumu aliyoingia ameonyesha uwezo, maarifa, hekima na busara kubwa ya kuiongoza nchi yetu, na Tanzania imepata sifa na heshima kubwa duniani kutokana na uongozi wake. Kura ni jambo moja tutakazompa, jambo la pili dua na sala. Uongozi wa nchi una mitihani mingi, kiongozi wenu wakati wote anahitaji mumwombee. Sisi wote hapa tunaenda kuomba kwa shida zetu. Basi ukienda ukiweka ubani, ukifungua Biblia, ukifanya rosari, utakaposema shida zako, ukizimaliza, pia ongezea kwamba ee, hey, Mwenyezi Mungu, tunaomba umongoze rais wetu, umpe afya, hekima, busara, maarifa, umri, aweze kutuongoza vizuri uisaidie nchi yetu ipate mafanikio makubwa katika uongozi wake, usaidie Watanzania tuendelee kuwa wamoja tunaopendana na tunaoshirikiana.